bina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ajma'in. Tumeishia katika somo la pili au thaniyan, arkanul iman, nguzo za imani. Nguzo za imani tumesema au jambo la kwanza, tulisoma hadithi ambayo iko katika sahih Muslim.

na hakuna budi kutamka kwa kauli kwa ulimi pamoja na kusadikisha ndani ya moyo na matendo ambayo yanasadikisha na, na, na yanaafikiana pamoja na kile alichokizungumza mtu katika ulimi wake. Nasema wa maana liman na li maana ma ya iman huwa tasdiqu ljazimu bilqauli, ni kusadikisha kiundani hasa kabisa kutoka katika yani kutokana na kauli, wa an yantiqa almuslim bima yaataqiduhu bilisanihi, na atamke Muislamu lile analoitakidi kwa ulimi wake. wa an yaamala bimuqtada hadha limani bijawarihihi, na afanyie kazi yale yanayohukumiwa au yanaelezewa katika hiyo iman kwa viungo vyake wa huwa yazidu biltaati wa bifili lkhairi, imani inazidi kwa kufanya taa na kwa kufanya kheri. Wayankusu bil ma'siyati wa fili lshari, na imani inapungua kwa mtu kufanya masia na kufanya mambo ya shari. Pale ambapo mtu atafanya masia, mambo ya shari, imani yake itapungua. Pale ambapo akifanya taa na kheri, imani itapanda. Imani haiwezi tu ikaondoka yote kwa pamoja pap, au ikarudi yote kwa pamoja la, bali inazidi kutokana na vile mtu anavyomtii Allah na kufanya kheri, na inapungua pale mtu akiwa anafanya maasi na shari. wa nabiyuna alhabib sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na mtume wetu kipenzi

wamaaniha biuslubin sahlin wa muyassar. Haya, njooni sasa pamoja tuwe sawa sawia, ili tuelekezane na tufahamiane namna ya kuzijua hizi nguzo na maana yake, kwa usulubu ambao ni mwepesi sana. Kaanza al imanu billahi, jambo la kwanza imanu billahi, kumwamini Allah nini? Imanu billahi nasema, wamanahu na maana yake an

Naamini, na naonakuwa na yaqini inayotoka moyoni biwujudi llahi azza wa jalla kwamba Allah mwenye nguvu asiyeshindwa na aliyetukuka yupo hadha alilahi alazim alqadiri alladhi khalaqa kulla shay shay. Kwamba huyu ndiye Mungu, ndiyo Allah mtukufu mwenye nguvu ambaye ameumba kila kitu wa annahu subhanahu wa ta'ala na kwamba yeye aliyetukuka

Yeye ndiye anaye miliki mikononi mwake riziki za viumbe na uhai wao na mauti yao. Uamini hivyo kwamba Allah tabaraka wataala, yeye ndiye mmiliki wa riziki za watu mikononi mwake, ndiyo kuna riziki za watu Allah tabarak wataala au kwake yeye Allah ndiyo kuna riziki za watu wote, viumbe vyote alivyoviumba kila mwenye uhai

kwamba safina ukiona baharini haina budi iwe kuna msimamizi. Wal ajhiza la budda laha min sani, na vitu vifaa hivi hakuna budi lazima kuwe na mtengenezaji. Fa kaifa yastaqimu hadha alkaunu biardihi wa samaihi wa kawakibihi bila khaliq, ni vipi sasa itokee kwamba usimame huu ulimwengu ardhi, mbingu, nyota bila muumbaji. Shakasema muallif

zenyewe tu zikajipangilia hata kataa nafsaha alfu zikajikatakata zile mbao zenyewe. wajaat lmasamiru wadakhalat wahdaha fi, na misumari ikaja yenyewe tu ikajengia huku na kule. wajaat alhibal lhibalu farabatat nafsaha hata sarat safina, na zikaja kamba zenyewe zikajifungafunga funga pale mpaka ikawa ni safina. Nimeona hicho kitu binafsiha. Yaani zenyewe tu zile kamba zijisokota, zikajifunga. Basi akawaambia duna anyasnaaha najjar, bila kuwa na fundi yoyote. Faqala alkafiruna lahu anta majnun, wale makafiri wakamwambia wewe ni mwenda wazimu, wewe hauna akili. Kaifa tasnau safinatu nafsaha binafsiha, vipi safina itajitengeneza yenyewe? Onicho kitu hakiwezekani.

Si tunaambiwa kwamba waya huu na umeme usiguse, kuna mtu kashika kushika umeme kwamba bwana umeme huu hapa bwana. Umeme ninao mfukoni hapa kidogo. Au mtasema bwana leo nimekuja na umeme hapa eh? Bwana huu hapa kidogo, hebu chukweni angalie. Lakini si tunaamini kwamba waya huu ukigusa pale kuna umeme na kuna hatari. Hilo silipo tunaliamini. Au kuna ambaye haamini tumpe waya azishike hapa. Kila mmoja anaamini. Sasa anasema sisi tunaamini umeme hata kama hatuoni. Wa nu'min bil jadhibiyyah al ardhiyyah wa illa araha, tunaamini yale magma katika ardhi, au mvutano ulioko ardhini ule, hata kama hatuoni, ambapo kuna mvutano. Si unatokea nini? Si sumaku inatokea hivi? Tunaamini yote. Ha linna nara tathira shay, kwa sababu sisi tunaona athari ya kile kitu. Fanuminu biwujudihi, hivyo tunaamini kwamba kile kitu kipo.

wala ashjar wengine wanaabudia miti mikubwa, wanakuta miti mikubwa, baadhi ya makabila wanafanya ni sehemu za matambiko, ni mizimu au baadhi lmauta, wengine wanaabudia maiti, wanakuambia huyu alikuwa walii, ni sharifu wetu huyu, wanaenda hapo, wanaabudia wanamwomba, shida zao mbalimbali, miman yatufuna biquburihim au adhrahatihim, kwa wale ambao wanazunguka katika yale makaburi yao hiyo ni imanu billah, al-imanu billah inaofuatia, ambao tutaisoma kidogo nayo japo ni ndefu, tutamalizia kesho biidhllahi tabaraka wataala. Ni imanu bilmalaika, alimanu bilmalaika, kuamini malaika, mesema khalaqa Allah subhanahu wataala, Allah subhanahu wataala ameumba almalaikata min nuri, malaika wameumbwa kutokana na nuru. Wa hum khalqun khasun, hawa ni viumbe maalumu. Laysu bidhukurin au inathin, sio vya kiume wala vya kike. Kwa hiyo malaika hawa ni viumbe wengine, wameumbwa na nuru, sio wa kiume <todicine> wala wa kike <todicine>

ni Jibril alayhi salam, huwa aminu lwahyi, huyu kazi yake ndio kaaminiwa kazi kubwa ya wahyi, kupeleka wahyi kwa mitume. Ay alwasita baina Allahi azza wa jalla wa kulli man awha subhanahu ilaihi min alanbiyai wa rusuli, huyu ni wakati na kati, kiunganishi, coordinator yaani anatoa huku anapeleka huku kwa huyu ni wakati na kati kati ya Allah na kila aliyepewa wahi na Allah tabaraka wa taala katika manabii na mitume salawatu llahi wasalamuhu walaihim wa ajmain, sala na salamu kwao hao mitume wote kwa ujumla wao. Kwa hiyo huyu ni wakati na kati, anatoa saa nyingine huku kwa mitume, anapeleka kwa Allah, anatoa kwa Allah wahi, anaupeleka huko walmalaikatu <tinyakati>, tahfadhu linsan bidhni llahi azza wa jalla mima kad yudhihi, malaika wengine wana kazi ya kumhifadhi mwanadamu kwa idhni ya Allah tabaraka wataala kutokana na yale ambayo yanamuudhi yeye mtu. Yaani wako malaika kisikia, ah bwana limetokea eh, mimi sijui hata bwana nimeokokaje kwenye hili. Sawa, kuna malaika ambao kazi zao ni kuwalinda wanadamu wasikutwe na, na matatizo mbalimbali. Allah tabarak wa taala anasema katika sura Ar-Ra'd aya ya 11, lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri llahi. Ana yeye muaqibat wenye kupokezana katika malaika yani wakitoka hawa wanaingia watu, kwa hiyo yeye ana wakupokezana, yataaqabuna fikum billaili wan nahari, wanakuwa wanapishana. Hawa ni wausiku, hawa ni wamchana, hawa wanakuwa ni wenye kumlinda mtu. Minbaini yadaihi, mbele yake, wa min khalfihi, na nyuma yake, pia yahfadhunahu min amri llahi, wakimhifadhi kwa amri ya Allah tabaraka wa taala. Anasema

Ghaib ni kile ambacho hakipo hatukioni katika macho yetu, yaani kimeondoka, hakipo katika macho yetu na hatukioni. wal malaika la yakulun, na malaika hawali, wala yashrabuna, wala hawanywi, wala yatanasaluna, wala hawana familia. Ah, familia yule mjomba wake huyu nani? Ah, ah. Wao hawana hiyo. wa hum khalqun adhimu, ni viumbe wakubwa sana. yafuku

pale Kaaba ilipo usawa wake kuna Baitul Maamur. Sasa Baitul Maamur hii ni nyumba kubwa sana ambayo Allah kaijalia, iko huko juu katika mbingu ya saba, fawqa al-Ka'ba al-Musharrafah, iko usawa ule ule wa Kaaba tukufu. Sawa sawa. Kila siku hapo wanaingia elfu sabini malaika wanamwabudia Allah tabaraka wataala na wanatoka, hawarudi hapo milele mpaka siku ya Kiyama. So, sawa sawa ambayo iko usawa wa Kaaba ile hiyo kule yani, hapo wanaingia malaika elfu sabini na wakishaingia wakitoka hawarudi tena mpaka siku ya Kiyama. Namna gani Allah tabaraka wataala anavyoabudiwa. Tumepitisha dakika mbili inshallah niwe nie radhi kwa hili. Tumemaliza leo kipengele hicho, na bado ameelezea, tutamalizia kesho beidh llahi tabaraka wa taala kuelezea hawa malaika manake, wameelezewa kwa kirefu sana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Allahu taala a'lam.